Nobody is safe. Mimi leo jamaa amekuja kunichukua sijui na umwa nini kwa sababu kwanza najichukia mwenyewe alafu nachukia mpaka hizi nafasi zilizokuwa ninaomba I wish ningekaa zangu kule. Mimi ningesema watu wa Tanzania, amka twende kule mimi ningetaka kusema tukaandamane barabarani, panya ataniambia ah, mabukusi bado kura hazienei, tukae tutafakari. Kuna busara za uongozi. Lakini, I've been out there. Hii hali sio tunapigiwa simu viongozi, watu wanatekwa, watu wanatekwa. Mpaka leo tumezungumza mara ngapi? Swala so la kutekwa watu kutekwa, kwa nini wahusika wakamatwa? Mtu anapotea kama kuku wa kideri tu, unaambiwa mtu amepotea, una relax na hakuna aliye salama. Hamna cha kusema wewe ni CCM, hamna cha kusema wewe nina siu upinzani, nani wote tunapotea sasa tumefika hali ya kuzoea kupotea na kupotezwa. TLS hatutaruhusu hivi, ni ushetani wa hali ya juu. Yani ni jambo lisilomifirika. Yani mimi naamka tu hapa bila sababu, nashika mguu wa ukashu pale na vunja, natupa porini, narudi nyumbani, mke wangu ananibandikia maji, nimetoka kazini na kesho naamka nikosoba. Huyo mtu kule anatakiwa kuachwa kwenye ofisi ya umma. Huyo mtu hawezi kupika na kula nyama ya mtu. Hatujawahi kuwa na Tanzania au Tanganyika ya watu wa katili namna hiyo, hatujawahi. Mimi sikumbuki katika taifa hili. Tunatoa tamko kwamba ofisi ya IGP itoke mara moja na kutoa mwongozo wa wazi wa utendaji wa jeshi la polisi kuhusiana na haki za wananchi wanaohudhuria mahakamani na kuweka utaratibu maalum wa aina na polisi wanaoruhusiwa kwenda mahakamani wawe wacheo gani, na wao wamekuwa exposed kwenye training kidogo aaeou ya sheria. Sio tu mtu unambeba tu kule kwa sababu kabeba rungu anajua kulenga, sababu unampeleka pale pole, anaona aelewi kwamba mtu anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Mtu anaweza kupiga frankiki, kwani unakuwa nguvu ya kupiga. Hii nguvu ingetumika kutafuta watekaji hii nguvu ingetumika kuleta watu waliompoteza soka, nione wanakuja naye, huyu hapa, kila mtu angepiga kigeregere. Lakini nguvu inatumika kupiga innocent people wanaoamini katika utawala wa sheria. Tunawauliza polisi, mnajeuri nyinyi ya kupambana na watanzania milioni sitini na mbili wakichukia? Kwani mnawapanikisha watu, mnapata faida gani kwenye damu damu ya binadamu mwenzako, what are you gaining? Unavunja mtu mguu, sio mwalifu. Yani ni kwa sababu tu panya, yani yani natoka tu nyumbani kwamba nimeenda kazini, na mkamata mtu kama panya hapa, naanza kupiga, navunja mguu, jambo ambalo hata mbwa mwenye kichaa hafanyi. Lazima uwe unamfuata kwenye eneo lake. Tuna watu wa namna gani? Hili jambo sio la kawaida, ndugu zangu wa Tanzania. Msizoee damu na machozi na vilio vya watu, sio jambo la kawaida.